Aa, sasa leo kwenye hii video ninakwenda kukutajia, e, baadhi ya tiba ambazo wafugaji wengi asilimia kubwa ya wafugaji wengi sana hawazijui hizi tiba za asili, na endapo wewe unaitazama hii video, ukitazama mpaka mwisho na ukazijua hizi tiba, basi itakusaidia sana sana kwenye kutibu kuku wako, kuanzia wakiwa vifaranga mpaka wakiwa wakubwa. Kwa hiyo sikiliza kwa umakini sana, hii video itakusaidia. Ah, uh, tiba ya kwanza kabisa ambayo ninakuletea hapa ni endapo umeletewa vifaranga wana hali mbaya, na hali mbaya ya vifaranga inaweza ikatokana na vifaranga kuchelewa kuwapokea eh, maana vifaranga wanakaa siku tatu bila kula, lakini wanavozidi kuzisogelea eh, hizo siku tatu, ndio wanazidi kuchoka zaidi. Kwa hiyo uh, unaweza ukawa labda wameshakaa masaa tuseme ya 48 yamebaki eh, masaa ishirini na nne tu, lazima watakuwa na hali mbaya ukilinganisha labda ungewapokea wangekuwa wana masaa labda kumi na mbili Kwa hiyo uh, kitu cha kwanza cha kufanya, tunajua tunapopokea vifaranga lazima tuwape glucose e, glucose huwa inawaongezea nguvu. Kwa hiyo kitu cha kwanza utawapa kwanza glucose kama kawaida, lakini lazima kuna vifaranga utawakuta wanashindwa kabisa kutembea, wamelala endapo utachelewesha hawa vifaranga na utawaacha hivi hivi, basi hawa vifaranga watakufa Kuyo, kwa hiyo namna pekee ya kuokoa uhai wao, kwanza fanya kuanyosha glucose, ukimchukua kifaranga ukamchovya ukamweka mdomo kwenye maji yenye glucose atakunywa. Cha pili, mchanganyie mchanganyo huu ambao ninakwambia hapa: chukua kitunguu saumu kimoja, chukua tangawizi moja, chukua pilipili tatu, vibrendi au vitwange. Ukivitwanga uh, kisha uviweke kwenye ukisha twanga, kisha uje ufanye kuanywesha kama kawaida. Unawashika mdomo, unawainamisha kwenye huu mchanganyo, na huo mchanganyo ambao nimekwambia utauweka kwenye maji yasiyozidi lita moja, maji yasiyozidi lita moja utawawekea kwenye huo mchanganyo vifaranga wako, na hatimaye utawaokoa vifaranga wako vizuri kabisa, hautopata vifo. hii ni Ee, tiba ya kwanza. Jamani, msiwache vifaranga wenye hali mbaya wafe. Hii tiba inafanya kazi vizuri sana, na sisi tumeshawahi kuitumia mara nyingi tukipata vifaranga wana hali mbaya. Ah, tiba ya pili. Hii tiba unaweza kuitumia kwa vifaranga pia kwa kuku wakubwa ambaye ana hali mbaya, anakaribia kufa. Unanielewa maana ya kuku ambaye anakaribia kufa? Hii tiba ni uji huu uji wa mahindi wa kawaida, ukipata uji wa dona ni vizuri zaidi. Huu uji ambao e, wanakunywa watoto au e, wagonjwa wanakunywa. Ukoroge uji vizuri kabisa, weka na sukari vizuri kabisa, yani uji ambao ya e, hata binadamu angeweza kunywa. Kuku wako kama na hali mbaya, hali chakula, especially hali chakula. Mnyweshe huu uji, fanya kumnywesha. Unaweza ukatumia bomba la sindano au ukatumia kijiko, mnyweshe. Ukimnywesha huyu kuku atapata nguvu ya kuanza kula chakula yeye mwenyewe, na itakuwa imekusaidia sana sana sana kwenye kumwokoa huyu eh, kuku. Baada ya hapo, ndio unaweza ukampa dawa, labda kama anaumwa mafua, utampa dawa ya mafua, anaumwa au kitu fulani, utampa dawa ya kile kitu. Kuna wengine ambao huwa wananusuru kwa kutumia hii tiba kuku endapo kama umemzidishia chanjo, mfano labda ulipewa chanjo e, ya kuchanganyia kwenye maji lita ishirini, wewe ukachanganyia kwenye maji lita kumi. Pale sawasawa, umewanyosha sumu kuku wako. Kwa hiyo wale kuku unakuta wana hali mbaya, wanaharisha maji, wanakaribia kufa, ukiwapa huu uji kisha wape maji matupu wanywe. Unawaokoa vizuri kabisa hawa kuku wako, na hautopata vifo vya aina yoyote ile. A, tiba nyingine ambayo ninakupatia nina uhakika kabisa asilimia kubwa ya wafugaji hawajui ni kideli. Ujue kideli kina madhara makubwa sana especially kikiingia bandani. Kinao uwezo wa kuua kuku zaidi ya asilimia tisini. Yaani kama una kuku mia moja kuku tisini wote wana wanakufa na kideli e, dawa ambayo huwa inatumika hapa ina nguvu. Chukua majani matatu ya aloe vera chukua E, jivu ili jivu la jikoni vijiko viwili, chukua kitunguu saumu kimoja, e, chukua na mwarobaini, mwarobaini Jaza kwenye sado ndogo ya lita moja e, vibrendi hivi vitu, vitwange hivi vitu. Especially majivu utaweka pembeni utakuja kuwekea baadaye, uweka kwenye maji lita kumi koroga, e, koroga kwa muda hata wa sekunde thelathini hakikisha vitu vimechanganyikana vizuri, wapatie kuku wako, siku tatu mfululizo. Hii dawa wanapona kabisa kideli na hautopata vifo e. Kumbuka, kideli hakitibiwi, ila hii dawa inatibu kwa haraka sana kideli. Ah, pia kuna hivi vidonda vya ndui. Hivi vidonda hii tiba sijawahi kuelekeza sehemu yoyote ile. Hivi vidonda bwana vina unaweza ukavitibu kwa kutumia oili safi, hii oili ambayo inawekwa kwenye pikipiki, kwenye magari. Usichukue oili chafu, chukua ile safi mpaka humo kwenye hivyo vidonda hivyo hapo, siku tatu, hivyo vidonda vinakauka, vinapona vizuri kabisa. Lakini pia eh, kwa sababu huo ni ugonjwa wa ndui, inatakiwa uwe unawatibia ndui hao kuku wako, na tiba ya ndui sisi hapa tuna tumeishaelekeza na kwenye vitabu vyetu ipo. Kama unahitaji kitabu chetu, uh, uh, kukipata, kuna kitabu cha tiba za asili, kukipata ni shilingi 10000, tunakiuza shilingi 10000. Ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. E, na pia tunavyo vitabu vingine vingi tu ambavyo vinahusiana na ufugaji wa kuku. Ukiwasiliana na sisi utavipata, lakini tunaviuza katika mfumo wa soft copy. Ah, tiba nyingine ni haya magadi, haya magadi ya kawaida, haya magadi bwana yanatibu vizuri kabisa minyoo. Ukiwachanganyia kwenye maji vijiko viwili maji lita kumi, magadi, ah, asubuhi kwa mfano umewachanganyia kuku wako wana minyoo fikia mida ya jioni, kama uliwachanganyia saa moja, fikia mida ya saa kumi hivi utakuta anajisaidia kinyesi ambacho kina minyoo, kama au kuku wana minyoo. Minyoo kwao ni tiba nzuri sana ya minyoo, haya magadi haya. Na kitu kingine ambacho niwaongezee pia, uh, waga mnahangaika sana na virid virid, ile ya kusafishia banda. Kama banda lina bakteria magonjwa Uh, vimelea wa magonjwa lakini, chumvi hii tunayotumia, chumvi hii ya kawaida hii, eh, ukichanganyia kwenye maji ukachukua kile kipakti kile cha kile kipakti kinakuaga na gramu sijui mia mbili kama sio mia mbili hamsini ukaweka kwenye maji lita ishirini ukaweka kwenye bomba ukapulizia banda lako vizuri kabisa, unaua vijimelea wa magonjwa wote. Na hata jivu unaweza ukatumia pia. Jivu e, ukamwaga kwenye banda lako utaua vijimelea wa magonjwa wote. Na tena jivu e, kama unafuga kuku harufu kali, kuna harufu kali hilo eneo ambalo unafugia mpaka inakuwa ni kero, mwaga mabandani jivu, mwaga enda, unamwaga jivu na mwaga jivu, harufu inakata kabisa, hutokaa uone hilo eneo unalofugia lina harufu kali. Aa, kwa hii video jamani niishie hapo, lakini kuna tiba nyingi sana za asili za kushangaza na zinafanya kazi vizuri kuliko hata hizi tiba za viwandani. Unaweza pia ukajifunza hizi tiba kwa kujiunga na grupu letu la WhatsApp la mafunzo ya ufugaji. Tunaelekeza tukiwa tunawachukua vifaranga mpaka wanakuwa wakubwa, namna ya kuwalea na jinsi ambavyo tunakabiliana na changamoto za uleaji wa vifaranga hapa shambani kwetu. Ada yake ni shilingi elfu nane kulipia elfu nane unakaa kwenye kundi kwa muda wa miezi miwili. Lakini pia usisahau tunavyo vitabu mbalimbali mbali ambavyo vina elimu ya ufugaji especially namna ambavyo unaweza ukatengeneza chakula, namna ambavyo unaweza ukatengeneza hizi tiba za asili na vitu vingine vingi. Eh, hivi vitabu tunaviuza shilingi elfu kumi. Kitabu kimoja ni elfu kumi. E, wasiliana na sisi KingoFarm kama una hitaji vitabu, na hapa mwisho ninakuwekea picha ya hivi vitabu hivi hapa utaviona e, utaangalia kitabu ambacho nakipenda, utawasiliana na sisi kisha, tutakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp. Asanteni na kwaherini. KingoFarm, tunawapenda sana.